Ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo ni mkesha wa Krismas. Yesu Kristo, dhana ya amani ya kweli, anakuja kwetu kama Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Leo tunaadhimisha sikukuu ya Krismas, siku ambayo Mungu anachagua njia ya ajabu lakini njia yenye nguvu kuliko njia zingine zozote kuingia katika historia ya mwanadamu. Haji kwa silaha, haji kwa mamlaka ya kidunia, bali anakuja kama mtoto mdogo asiye na ulinzi, asiye na sauti kubwa, lakini ndiye mfalme wa amani. katika dunia ya leo iliyojaa vita, migogoro ya kifamilia, chuki za kikabila, ushindani wa kisiasa, tamaa za mali na kukata tamaa, Krismasi inatukumbusha jambo moja kuu: amani ya kweli huanza moyoni, si kwenye mikataba wala silaha. Yesu anazaliwa kama dhana ya amani. Isaya tisa aya ya tano. Tunaona dhana ya Kristo kuzaliwa kwetu kama dhana ya amani. Nabii Isaya anamtangaza Masihi kwa majina mazito kama vile, anamuita mshauri wa ajabu Mungu shujaa, Baba wa milele, mfalme wa amani. Ndugu zangu, Yesu anazaliwa katika unyenyekevu wa hori, mahali pa wanyama. Hapo ndipo Mungu anapotengeneza dhana yake ya amani ya kweli kwa sisi wa Kristo. na amani hiyo sio kwa nguvu, sio kwa hofu, bali kwa upendo, unyenyekevu na ukaribu. Mungu anatufundisha kwamba amani hailetwi kwa kushinda wengine, bali kwa kujitoa kwa wengine. Amani ya Kristo si kutokuwepo kwa vita tu. Malaika wanatangaza amani duniani kwa watu aliowapendeza, tunasoma Luka sura ya pili aya ya 14. Amani hii sio tu kukosekana kwa mapigano na vurugu, bali ni amani ya moyo unaosamehe wengine, amani ya familia inayosikilizana, amani ya jamii inayoheshimiana amani ya taifa linalothamini haki na utu wa kila mmoja. Bila Yesu amani hubaki ndoto, pamoja na Yesu amani inakuwa mtindo wa maisha. Yesu anataka kila Mkristo awezane na awe zana ya amani. Krismasi haitaki tusherekee bali tubadilike. Na hivi Krismasi siyo sherehe tu, bali ni wito wa kubadilika kuleta amani kwa watu wote. Mtume Paulo anasema neema ya Mungu imetufundisha kuacha uovu na kuishi haki, Tito sura ya pili aya ya 12. Leo Yesu anazaliwa ili maneno yetu yawe ya kujenga, si kubomoa. Mitindo ya kijamii na mitandao ya kijamii iwe ya kuponya, sio kuchochea chuki. Familia zetu ziwe shule za amani, vijana wawe wajenzi wa kesho yenye matumaini. Ukimpokea Kristo unakubali kuwa chombo chake cha amani na hivi dhana ya amani inakuwa ndo mtindo wa maisha ya Mkristo Christmas hii leo. Tunaishi katika vita kati ya mataifa, migogoro ya kijamii, vijana wengi wamekata tamaa, familia zilizojeruhiwa kwa sababu ya kutokupatana. Christmas hii iwe ni chanzo cha kuleta amani kwenye jamii yetu, na Christmas inasema bado kuna tumaini, hata katika mazingira haya ambayo familia zimegombana, wanandoa wamegombana, watoto wasalimiani. Leteni amani, bado kuna tumaini, bado Mungu yuko pamoja nasi, Imanueli. Yesu hakuzaliwa kwenye mazingira mazuri, lakini alileta amani ya kudumu. Ndugu wapendwa, Yesu alizaliwa Bethlehemu, ni zana ya amani aliyoituma Mungu duniani, lakini leo anahitaji mikono yetu, midomo yetu, mioyo yetu, ili aendelee kuleta amani kupitia sisi. Sisi ni chombo cha amani. Krismasi hii itualike sisi sote, na tumuombe Yesu afanye kila mmoja wetu kuwa chombo cha amani katika familia, jamii na taifa letu. Amani ya Kristo iwe pamoja nanyi nyote.